Naitwa Maida Waziri, ni rais wa sauti ya wanawake wa jasiriamali Tanzania. Pia ni mkandarasi, najenga majengo na barabara yeah. Kwa kweli tue, tuko hapa katika eneo la baba yangu Mzee Waziri Juma Waziri. Aa, kuna utapeli mkubwa ambao umefanyika, ili eneo ni Kurasini karibu kabisa na JKT. Aa, kuna utapeli umefanyika kwa maana kwamba wamedhulumu hii nyumba mnayoiona hapa na wanadai kwamba imeuzwa kwa mpangaji ambaye anaishi hapa na mpangaji huyu ame, amekaa hapa kwa muda wa miaka kumi na saba na mimi ndio niliyomweka ameishi hapa miaka kumi na saba na alikuwa ni mpangaji tu halali, na mikataba yake iko hapa, nitawaonyesha. Ndani ya miaka tu kumi na saba hakutusumbua kwa kweli, amelipa kodi zake vizuri, lakini inasemekana kwamba kuna mtu anaitwa Mpango huyu mpango amekopea nyumba hii bilioni moja na ameshindwa kulipa ndani ya miezi kama sita hivi, akaandika barua kwamba ameshindwa kulipwa, nyumba iuzwe. Sisi kama familia tumezaliwa kumi na sita na tuliobaki tuko kumi na ndugu zangu wote wako hapa, mtawaona, tuko kumi. Hatumfahamu mtu aliyokopa hiyo bilioni moja na nikithibitisha hilo ni kwamba title original ambayo ina ambayo mzee aliipata inatakiwa amiliki kwa miaka 99. Ni taito ya miaka ya zamani sana, tunayo. Lakini wakati huo tulisikia tetesi, tetesi kwamba hii nyumba kuna mtu sijui anataka kukopea. Tuliposikia, mimi mwenyewe nilikwenda kufanya sechi pale ardhi, na nilipopata ile sechi nikaona Twiga Bancorp ndio wao wameimoge, wame, wame hiyo nyumba mimi nilitoka na nikaenda pale Twiga Bancorp nikakutana na manager anaitwa Lilian, na tulipokutana na manager tulizungumza, na nikamweleza kwamba nimesikia nyumba inataka kukopewa, lakini nimefika kuja kusikiliza kwa sababu mimi ndio msimamizi wa familia. Akaniambia kwamba ni kweli, ngoja nikupeleke kwa mwanasheria. Akanipeleka kwa mwanasheria wa Twiga Bancorp anaitwa Eugene, nikakaa nao kwa pamoja tukazungumza. Na wakati huo tunazungumza ilikuwa hata hiyo pesa haijatoka. Tukarudi nyumbani, tukakaa kikao cha familia pamoja na mzee, ambaye mzee wangu kama mnavyomuona ana miaka tisini, ni mzee sana. Tukazungumza naye na mzee alisema hatambui. Tukaandika minutes na baada ya hapo nikaenda kwa mwanasheria, tukaandika dokumenti ya kisheria, tukaipeleka benki kwamba tunaomba huu mkopo sio halali na kama kuna mtu amekuja kukopa kwa niaba ya watoto wa mzee Waziri Juma Waziri, sisi hatumtambui na tunaomba kusimamisha huu mkopo kwa sababu hiyo pesa haijatoka. Lakini cha ajabu sisi tulijua kwamba tunavyozungumza pale kwamba mkopo ule umesitishwa na ile pesa haijatoka, lakini baada ya miezi sita, inasemekana yule mkopaji ameandika barua na amesema kwamba akashindwa kulipa nyumba iuzwe, na badala yake wakatoka kinyemela nyemela wamekuja wameuza nyumba sisi, bila kuwa na hizo taarifa kwamba nyumba inauzwa. Lakini vile vile, baada ya sisi kuku, kuku, kulijua hilo tukafuatilia ni nani ambaye amenunua hiyo nyumba, tukakuta kwamba ni mpangaji wetu ambaye anaishi hapa kwa miaka yote kumi na saba, kwamba yeye ndio amenunua hiyo nyumba. Na ukiangalia alikuwa anamlipa mzee milioni 54 kwa mwaka na ni kodi ambayo inamsaidia mzee yeye mwenyewe kwa mahitaji yake, kwa sababu mzee wangu ametumikia taifa hili kwa miaka ishirini. Amekuwa mkuu wa mkoa katika mikoa saba: Bukoba, Ngara, Morogoro, kote amefanya kazi katika hizo wilaya. Lakini leo hii mzee wangu anakuja kutoa umaskini akiwa na umri wa miaka tisini na nyumba hii inachukuliwa na mgeni ambaye Mchina. Mimi kwa kweli kwa hili nashangaa sana, lakini pili nashangaa kabisa katika watu wa benki. Naomba niseme dhahiri kwamba watu wa benki wameshiriki kwa kiasi kikubwa kutapeli hii nyumba, kwa sababu tuliwatahadharisha kabla mkopo haujatoka. Nashukuru sana nanisikia, ndio nimejengwa kwa miaka 30 toka mwaka 19 sitini na tatu mpaka elfu moja mia tisa na tisini na sita it naienga nyumba hii mimi na mke wangu. <coughs> <coughs> Sasa binti yangu kaletea mpangaji na tumemweka mpangaji na yuko hapa sasa, sijui miaka kumi na saba, sijui, sijui nimeshasahau. Leo naambiwa nyumba si yangu, na imechukuliwa na Mchina, sijui imenunuliwa sijui imefanywaje, sielewi hata kidogo. Dhuluma hii inatokea wapi? Nchi hii inadhulumiwa, watu wana haki zao wanadhulumiwa. Kwa hiyo mimi sitaki niseme maneno mengi manakini nitatoa kil, kilio mimi, muasisi wa tano hmm? Baba wa Taifa, Baba wa Taifa amelala. Nyumba zangu zote hapa amelala, Tandika amelala. We are fighting for the freedom of this country, leo tunakuwa mistreated kwayo. Mimi namwomba mkuu wa mkoa achukue hatua za halali. I don't understand anything I told you. Ikiwa mimi Mrisho Mpoto, mjiomba taarifa zangu zote, habari zote za ulimwengu za burudani na michezo nazipata kwenye app ya Global Publishers. Wewe unasubiri nini sasa? Hebu install sasa, unapitwa ndugu yangu, install sasa hivi kwenye Google Play au App Store sasa hivi. Hayo ni maelekezo, hauwezi kwenda kwa jirani kama hujatokea nyumbani kwako. Hebu rudi nyumbani kwanza, hapa Global Publishers application. Msimu huu wa sikukuu, nilimtembelea rafiki yangu John. Mafuta yalikata njiani, ikabidi kusukuma gari